Nam, wapendwa wasikilizaji, hii leo katika Sauti ya Amerika studio zetu tumepata fursa kutembelewa na rais wa Mozambique Filipe Nyusi ambaye yuko hapa studio. Karibu sana. Asante sana na shukuru. Tunataka kwanza kabisa, uko hapa Marekani umekuwa nazungumza na, na viongozi wa Marekani na benki kuu ya dunia, mazungumzo yako yamefikia wapi? E, kwanza tumekuja hapa ili kuleta nguvu kwa uwasiliano wetu wa kidiplomasia ya kisiasa, lakini baada ya kuchukua uongozi wa nchi ya Msumbiji tuliamua kwamba sasa tu, tuendeleze zaidi uhusiliano wetu wa kiuchumi, na ndio maana nimekuja hapa. Tumeongea na wazee wa siasa wa nchi hii, lakini tuko muda mrefu sana na wale watu wafanyabiashara community ya business community ndio tunafanya nao tumewasiliana, maanake nimekuja na watu kama zaidi ya hamsini Uh, watu wanaefanya biashara Mozambiki, watu kwenye makampuni Mozambiki. Kwa hiyo sasa tumeongea na tulikuwa kwenye forum na tutaendelea na forum pia kule Houston. Kwa hiyo yu sasa hapa tumekuja, tunakutana, tunashughulikia mambo ya uchumi. Uh, na pia jana tulipewa zawadi kwa shauli ya kwa, kwa conservation mambo ya Hifadkuhifadhi yeah, kuhifadhi, kuhifadhi ulimwengu kama nature kama miti, wanyama, maji kila kitu, na hiyo ndio very important, tunakubali kwa shughuli, kama mtu awezi kuwa na nchi mama yetu sisi ni nchi tu na ma, mazingara. Kwa hiyo sasa, kama mazingara yale wewe au yasaidia kesho, hata kusaidia iyo, tunafurahi sana, mambo yanakwenda vizuri. Tumeongea na watu wa benki kuu, hata pia watu wa nanii, wafandi metarfandi, tunaongea nao ili turekebishe shughuli zetu, zile matatizo madogo madogo tusioelewana, ili tupate nafasi ya kuinvesti sana Mozambiki tunafurahi kwamba vitu vinakwenda vizuri. Kwa hivyo mnazungumzia maswala ya uwekezaji na biashara, lakini hali ya kisiasa huko mna mvutano vipi? mmeweza kuwaeleza watu juu ya swala hilo? Hiyo lazima tueleze, manake mtu awezi kufanya investment sehemu ambayo kwenye matope, kwenye mchanga. Lazima ujue nini una, kama unapanda unapanda kuna rutuba au vipi. Tunawafahamisha zile vitu vinavyotokea, ni vitu vinajulikana wapi vinatokea, ni nani anafanya ukiangalia katika utawala wetu vitu vitatu vile e, serikali tatu zote zinafanya kazi. Serikali kuu ya administration sisi tunafanya kazi e, wana masheria wanafanya kazi, wale wa parliament zinafanya kazi. Kwa hiyo sasa lazima tuwafahamishe nini kimetokea na nini tunafanya. Sasa tuko kwenye mawasiliano kama kwetu kule Tanzania, tumemwomba e, formal Rais Kikwete ndio yuko kwenye kikando cha kama mediators tumewaomba wapo mediator kutoka Europe, kutoka Umarekani, kutoka South Africa. Kwa hiyo ili ili tuongee sisi, tolerance tunayo, tuwasiliane wenyewe ili tusifanye violence, tusifanye kuamua mambo na nguvu. Kwa hiyo ndio kitu tunachofanya sasa. Kwa hivyo uhusiano wenu ma mazungumzo yenu yamefikia api kati ya chama cha Renamo na serikali right? Yanaendelea mpaka leo yanaendelea pia, le, pia wanachotaka wao lazima watueleze kwa nini, lakini sisi hatuwezi kuua constitution vitu vilivyo kwenye ratiba ya ya, ya, chama, ya serikali ya nchi lazima tuviheshimu, lazima tuheshimu pia demokrasi. Demokrasi inasema miaka tano uchaguzi, kama ukupata safari ile, kajitayarishe kesho na hatimaye uhusiano wenu pamoja na nchi za Afrika Mashariki. Afrika Mashariki inajipanua na, na pia sio Afrika Mashariki tu na pia uh, southern africa pia, manake sisi ni watu wa Sadeki na pamoja na Tanzania mashariki pia, uhusiano wetu ni mzuri na sasa tunafanya ili biashara zifanyike, zizunguke nchi zote zetu. Lakini kwanza, lazima kama sisi wenyewe tukiwasiliana, tukisaidiana, hatuwezi tusifikirie kwenda mbali zaidi, pengine pengine mpunga unaolimwa Mozambiki unaweza ukauzwa Uganda, tunaweza tukawauzia south Africa, alafu kwao tukachukua um, mayai au kuku, vitu kama hivyo, tukisaidiana wenyewe kuanzia kilimo kwanza, alafu u, kwenye energy kwenye power, alafu infrastructure, kama zinaingia kutumia porti za Maputu, za Nakala, za Bera, kama vitu hivi, kama tunaweza tukakuza uchumi nchi zetu. Asante sana bwana rais, nashukuru sana kwa nafasi hii asante.